Karibu sana, karibu kwenye chaneli yetu ya, ya Nasib Zaburi, karibu sana we, karibu nasi na hongera sana kwa kuendelea kufuatilia video ambazo zinakuwa tunaziweka hewani. Moja ya kitu ambacho natakiwa ni kukumbusha kabisa, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili huwe wa kwanza kabisa kupata notification za video pale ambapo zitakuwa tunaziweka kabisa hewani. Ya katika chaneli yetu hii, kuna baadhi ya vitu ambavyo tutaweza kujifunza kwa pamoja. Moja ni ununuzi wa bidhaa mtandaoni. Tutajifunza namna ambavyo unaweza kununua bidhaa mtandaoni na ni website gani au ni apu gani ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya ununuzi huo. Aa, katika fursa hizi za kununua bidhaa mtandaoni, dunia sasa hivi imeendelea, nimepiga kasi kubwa sana kwenye teknolojia Unaweza ukanunua bidhaa yoyote ile ukiwa hapo hapo ulipo kupitia mtandao, kupitia simu yako hiyo hiyo ya mkononi. Kwa hiyo moja ni fursa, lakini kila kile ninachokijua ni kwamba kila fursa haikosi changamoto. Kwa hiyo katika ununuzi huu pia kuna changamoto, takuweza kukueleza mengi zaidi. Je, changamoto hipi? Je, unaweza ukaagiza bidhaa na ikaja tofauti na uliyoagiza? Ni jambo la kawaida, ndio changamoto ambazo zinatokea, lakini je wewe unapata hasara gani? Hakuna hasara yoyote. Nitakufuta kuelekeza namna ambayo unaweza ukafanya katika ununuzi huo na ukarudisha bidhaa yako ukapewa bidhaa nyingine bila kutoa sumni hata moja, uwezi kutoa hata shilingi moja. Hiyo nitakuelekeza hapo mbele kwenye video zitakazokuja, lakini kingine kile ambacho utakachojifunza hapa ni namna ya namna masoko ya kidijitali, namna ambayo unaweza kutumia masoko uh, kupitia mitandao ya kijamii kuweza kuuza vitu vyako ambavyo unavyoviuza vi, kabisa lakini, kitu kingine katika hili nitakuelekeza namna ambayo unaweza ukaingiza fedha ukiwa hapo hapo. Nitakuonyesha website ambazo unaweza kuwa unaingiza fedha ukiwa hapo hapo nyumbani. Kazi rahisi kabisa, ni rahisi na inawezekana. Kwa hiyo, mtandao wa kijamii unazo fursa zote. Fursa za mitandao ya kijamii ni kubwa sana na ni pana, haina maana kwamba hadi ufungue duka, hapana, unaweza ukafanya biashara yoyote ukiwa hapo nyumbani kwa kutumia tu simu yako ya mkononi. Kwa matumizi yako mazuri yatakuwa na matokeo mazuri pia. Lakini leo tutaenda kujifunza katika swala la ununuzi wa bidhaa mtandaoni, na hapa tutakuelekeza kidogo makampuni ambayo tunaweza tukafanya bi ununuzi wetu kupitia makampuni hayo, na moja ya kitu ambacho tutakiangalia kabisa leo, tutaangalia kama makampuni matano tu. Ama website tano ambazo, ambazo ni kwa sisi wa Afrika tunatumia sana manunuzi kutumia website hizo, na hii itakusaidia baadaye, nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza uka ukaanza kununua wewe mwenyewe. Lakini kwa yule ambaye ataona hamna kabisa, mimi sitoweza, labda niagiziwe, aina shida, mimi niko hapa kwa ajili yako naweza nikakufanyia mchakato wote wa kuagizia ukafanya malipo mwenyewe kila kitu kikawa vizuri na mzigo wako ukakufikia hapo hapo ulipo. Yote hayo nitayatoa mimi hapahapa. Kaa karibu na chaneli yangu ya Nasibu Zaburi. Kwa hiyo moja ya kitu tutakachokiangalia sasa ni tutaangazia hizo website ambazo zinafanya manunuzi, ambazo zinauza bidhaa mtandaoni. Moja kabisa tutaangazia kampuni ya Amazon. Amazon bana, wao wanauza pia bidhaa mtandaoni, ni kampuni ya Kimarekani uh, ambayo pia ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne, miaka mingi iliyopita ndio ilianzishwa uh, kwa hiyo kampuni hiyo pia inapatikana Marekani, na wao pia wanauza bidhaa mtandaoni, ni kampuni kongwe kabisa na ukihitaji bidhaa kutoka huku pia Marekani unatumia kama kampuni ya Amazon. Ni kampuni kubwa na inauza bidhaa ambazo pia ni konki sana, kwa hiyo hiyo ni moja na ni kampuni kubwa kabisa moja. Ya elfu mbili na ishirini na nne takwimu zinaonyesha kwamba iliingiza bilioni mia sita thelathini na saba pointi tisa bilioni za US dollar ambayo iliweza kuingiza. Kwa hiyo ni kampuni ambayo inatumiwa na watu wengi pia hicho ni kitu ambacho lakini, pia ni ndio kampuni ambayo inauza mtandaoni uh, ambayo inawaajiri ambayo imeajiri ina watu wengi, yenyewe imeajiri watu milioni moja laki tano na elfu hamsini na sita ambayo yenyewe tu imewaajiri. Kwa hiyo hakuna kampuni yoyote yenye waajiri kama hao ya kuuza bidhaa mtandaoni. Hiyo ni moja, ni kitu ambacho tutajifunza namna ambavyo unaweza ukaagiza mzigo kutoka kampuni hii ambayo inapatikana pale Marekani na unaweza ukaagizaje mzigo unaweza ukakufikiaje? Hivyo nitakuja kukuelekeza, ni jambo rahisi. Lakini kampuni nyingine ambayo tunaiangazia hapa ni kampuni ya eBay. eBay bana, ni kampuni nyingine pia, inapatikana Marekani, na yenyewe pia ilianzishwa mwaka 1995 lengo ikiwa ni kuuza bidhaa mtandaoni. Lakini pia makadirio yao ya, ya kipato kwa mwaka 2024 ni bilioni kumi US dollar kwa hiyo makampuni haya yanauza kweli na yanafanya kazi kwelikweli hiyo kweli. Kampuni nyingine ambayo tunataka kuiangalia hapa ni kampuni ya Kikuu. Kikuu ni kampuni nyingine ambayo inapatikana China eh, na yenyewe hii Kikuu uh, imeweka branchi zake kwenye nchi kumi na sita barani Afrika, Tanzania pia ikiwemo kati ya hizo nchi ambayo inepe, imeweka nani zake na na hadi masupply kabisa ukiagizwa mzigo unaletewa kabisa hadi nyumbani. Kwa ni hizi ndani ya nchi kumi na sita za Afrika wao wamewekea kabisa, huko kuna mabranchi yao, lakini kampuni ambayo inapatikana China na inauza, inauza vifaa vitu vingi ambavyo unahitaji iwe iwe nini iwe nini vyote vinaweza kupatikana hapo, hapo. Kwa hiyo hiyo ni kampuni nyingine ambayo pia watu hufanya manunuzi ya kununua uh, kampuni hiyo ilianzishwa mwaka elfu mbili na kumi na tano ni changa tu kabisa mwaka elfu mbili na kumi na tano yani kama takriban almost miaka miaka kumi sasa imetimia. Kampuni nyingine ambayo tutaenda kuiangazia hapa ni a, a website kampuni ya Alibaba. Alibaba bana, ni kampuni kubwa kabisa ambayo inapatikana pia China na kampuni hii pia ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa ilikuwa ni Juni tarehe ishiri na nane yani mwezi kama huu huu ndio kampuni hii ilianzishwa. Kwa hiyo ikifika tarehe ishiri na nane Juni elfu mbili na ishiri na tano kampuni hii itakuwa inatimiza miaka ishiri na tano kutoka ianzishwa. Na makadirio yao wao ya mauzo ambayo wanayafanya kwa, kwa, kwa, kwa takwimu za mwaka elfu mbili ishiri na nne ni bilioni mia moja thelathini pointi thelathini na tano US dola, ambayo mauzo ambayo wameyafanya mwaka jana elfu mbili na uh, ishirini na nne. Kuna kampuni nyingine ambayo ni AliExpress. AliExpress bana, ukiangalia majina yake yanafanana na Alibaba. AliExpress Alibaba ni kama vile majina yanafanana yana, sasa baada ya kuanzisha miliki wa hizi kampuni ni, ni mmoja miliki wa AliExpress na Alibaba ni, ni mmoja. Baada ya kuanzisha mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa Alibaba ndio ilianza, ndo kampuni kubwa. Kwa hiyo ilipofika mwaka elfu mbili na kumi wakalanchi branch nyingine ambayo iliitwa AliExpress. AliExpress bana, ni kampuni tanzu kutoka kwa Alibaba. Kwa hiyo pia uh, inafanya mauzo inauza bidhaa zake kupitia mtandaoni popote pale ulipo duniani. Kwa hiyo mmiliki wa hii AliExpress pia ni, ni huyo huyo ambaye ni Alibaba. Ndio wale ni kampuni tanzu ya Alibaba kama nilivyokuelezea hapo awali. Kwa hiyo katika ununuzi wa bidhaa zetu mtandaoni tutajifunza kupitia kampuni hizi tano ambazo nimezitaja. Kwanza zipo kampuni kubwa na nyingi tu ambazo zinauza bidhaa mtandaoni, sisi tunazoangazia zaidi ni zile ambazo Uh, tuna zinatumiwa sana Afrika katika maeneo yetu, watu wengi wamekuwa kizitumia, of course hizi tano ni, ni, ni, ni zinatumiwa sana. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tuliokiangalia sasa hapa ni namna gani ambayo unaweza ukaanza sasa mchakato we mwenyewe kuagiza bidhaa zako. Ni kazi rahisi sana, inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu ujaifanya, lakini ni kazi rahisi sana ambayo unaweza ukaifanya. Kitu kimoja kizuri ambacho tokea kukueleza hapa ni kuwa ununuzi wa bidhaa kutoka makampuni haya, ngoja nikueleze hichi kitu. Yanauza kwa bei nafuu sana. Moja, yanauza kutoka bei za viwandani. Kwa mfano Alibaba, wao wanauza kutoka bei ya kiwandani kabisa. Yaani kile ambacho anauza kiwandani ndio anakuuzia. Ni kitu ambacho unaweza kukuta kitu ambacho, ambacho kinauzwa labda Tanzania Shilingi milioni moja, ukaenda ukanunua, unaweza ukainunua labda kwa laki sita, labda au laki tano. Baada ya kuagiza ni nini, ukajikuta labda umesave kadi ya laki mbili. Kwa sasa itakuwa ni wewe, je, upoteze laki mbili au usave laki mbili? Maamuzi yatabaki juu yako, lakini hii ni njia pekee nzuri ambayo unaweza ukaitumia, na ni fursa sana ambayo watu wanaitumia kwa ajili ya, ya kuendesha maisha yao. Amazon. Namna gani ambayo unaweza ukaingia kwenye website yao ama ukawa uka, uka na application. Zote hizi pia zina application. Unachukua ile app yao kwenye simu yako iwe Android ama iOS, na unajiunganishaje? Mzigo una kufiki na kufikiaje? Ni kitu rahisi sana ambacho pia nitakuja kuelekeza hapa. Kwa hiyo kaa karibu na chaneli yangu, kaa karibu na nasibu zaburi niweze nikakuelekeze sasa moja kwa moja vile ambavyo naweza ukafanya. Mimi nina miaka kumi kwa uzoefu wa ununuzi wa bidhaa mtandaoni. Nimeanza kununua bidhaa mtandaoni mwaka elfu mbili na kumi na tano. Mwaka elfu mbili na kumi na tano ilikuwa ni Januari nimeanza ununuzi maana niliagiza Disemba mwaka elfu mbili na kumi na nne kumi na tano. Oh na kama experience yangu kabisa ni miaka kumi ya ununuzi wa bidhaa mtandaoni. Ninunua sana na naagiza. Kwa hiyo changamoto zozote zile ambazo nakabiliana nazo ndani ya miaka kumi mimi nazijua. Najua hicho nakifanyaje, najua naongeaje na supplier, najua nampunguzaje supplier. Unaweza kupunguza bei hata kama kitu kimekuwa bidhaa mtandaoni wala usiogopi bei. Mtu anakuambia labda kinauzwa uh, kinauzwa dola hamsini. Unaweza ukapunguza, unaweza ukapunguza kabisa, unaongea na supplier. Nitakuonesha namna nzuri ambayo unaweza ukazunguza na supplier na ukapunguza naye akakupa na kwa bei ambayo angeuza kwa bidhaa, kwa sababu bidhaa ukinunua kuna ile hali ya kwamba ukinunua bidhaa, kwa mfano ukanunua mifuko mitano na alinunua mifuko kumi, kwa mifuko kumi anapunguziwa sasa ni kwa mazungumzo tu, unaweza ukazungumza naye akakuuzia kwa bei kama ya mtu aliyenunua mifuko mingi, akakuuzia kwa mfuko huo mmoja, wala hata usijali. Kaa na mimi, usisahau subscribe, kulike na kushare video hizi. Asante sana, endelea kuwa nami, mimi ina sehemu zabr